Hiyo hiyo tunakashifu kabisa, hata saa hiyo si kitu ya kusapoti hata serikali, hata ukiwa saidia serikali. vitu zingine ni very realistic. hata ukiwa saidia saidia government huwezi supporti kifo ya mtu yeah, right. just because you you kwa saidia serikali unless you are not normal <laughs> wewe saa hiyo ndio si tuambia, atuwanita kuleta story mingi penye mtu amekufa. Mtu aliua mtu hata mmoja tu, sasa stori mingi za nini? Jamaa amechukuliwa na polisi from Homa Bay <coughs> choro ndio hiyo choro, choro central, mtu amekufa, unasema sisi serikali. polisi ni nani? <coughs> polisi ni nani? Ange <ni> <coughs> kuwa ameoa na sisi hapa, hapa Ruben ama Jenga, tungesema hiyo ni mob justice, ni <coughs> <coughs> watu wamepiga mawe na manyundo na mambao <laughs> lakini ule amekufa kwa mikono ya, ya polisi na polisi iko under executive government party ya security. William president is the head of command of armed forces yeni au watu wako chini yake. Sasa ukikuja kutwambia ati ajui ati serikali ijui alafu <laughs> <laughs> disie anamkana tu asubuhi ni kama wametoka kwa, kwa malazi ati mutu amejinyonga ati head hatujigonge <laughs> tu hedi hivi <laughs> <laughs> alafu wag <kai> hivi ukufi. Wajua vitu zingine, kwani kutoka kutoka Yesu, akufe hadi miaka elfu mbili ishirini na tano zimepita, kuna mmoja alishegonga hedi akakufa. Sasa wameamua agonge hedi 2025 yakufe, ati amegonga hedi kwa ukuta alafu akakufa. Vitu zingine alau ni zingituizisiani tulete excuse nyingine si hiyo ahead hata wangesema kitu kingine we are against that the government of William Samoei Ruto as youths we don't allow that if you continue that, If that automatically a one term government. Yes. shika shika hiyo shika